Hello wadau wetu wa Kingo Farm leo, nimewaletea mchanganyo ambao unatibu vizuri kabisa ugonjwa wa macho kwa kuku. Kuna siku tuliangalia magonjwa ya macho kwa kuku. Kuna magonjwa ya macho ambayo yanasababishwa na mafua makali, haya huwa yanakuwa yana ya u... macho yanavimba, pia kunakuwa kuna u... kuna ute mweupe kama ugali ugali kwenye macho yao, na hapa huwa ni macho yote mawili, lakini vilevile haya macho yao huwa wa... mafua... yanaambatana na kukoroma pamoja na kupiga chafya sasa achana na ugonjwa huo, pia kuna ugonjwa wa ma wa macho mwingine, kuku anakuwa anatoa machozi macho yote mawili, pia hayo ni mafua. Lakini ugonjwa wa macho ambao nauzungumzia leo, au mchanganyo ambao unatibu ugonjwa wa macho, ni ugonjwa wa macho ambao unakuwa una jicho moja linatoa machozi au jicho moja halioni au jicho moja lina utando. Ukimchunguza yule kuku hakoromi wala hapigi chafya. Pia yanaweza kuwa macho yote mawili yana yana shida, labda yanatoa chozi au yana yana yana utando mweupe au yanakuwa hayaoni labda anayafumba kabisa lile jicho linafumba kabisa linakuwa halioni. Ukiona dalili kama hizi kwa kuku wako kwenye macho yao yana itilafu ya aina hii, lakini kila ukimchunguza huyu kuku wako romi wala hapigi chafya wala vile vifo vingi vinakuwa havipu, basi ujue kuku huyu ana upungufu wa vitamini, hasa hasa ni vitamini A. Sasa hapa huwa kwa tiba ya dukani huwa tunawapa Introvit, tunawapa Introvit kwa sababu Introvit ina kiwango kikubwa sana cha vitamini A. Kwa mchanganyo wa asili nitakuelekeza namna ambavyo unaweza ukachanganya huu mchanganyiko wa asili ambao unaweza ukatibu ile tatizo la macho ambalo linasababishwa na upungufu wa vitamini A. Kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kuwa nacho ni carrot. Kama tunavyojua, carrot ina kiwango kikubwa sana cha vitamini A, lakini kitu cha pili ambacho utakuwa nacho hapa ni kabichi. Kabichi ninayoizungumzia hapa ni hii ambayo inatumika nyumbani. Inaweza kuwa ya rangi ya nyeupe labda au nyingine huwa zinakuwa zina zambarau na kadhalika, rangi yoyote ile, kabichi aina yoyote ile ambayo inatumika hata majumbani. Aa, pia utakuwa na aloe vera. Aloe vera kwa jina lingine linaitwa na shubiri au shubiri mwitu. Kwa hiyo ukiwa na hivi vitu vitatu karoti, aloe vera pamoja na kabichi, utaweza kutengeneza mchanganyo mzuri ambao ni booster kwa kuku, kwa sababu ina kiwango kikubwa sana cha vitamini hasa hasa vitamini A, lakini vilevile ni tiba ya macho kwa kuku wako. Hata kama kuku wako wana yale mafua ambayo yanawasababishia ya macho kuvimba, basi unaweza ukatumia huu mchanganyo baada ya kupona kwa ajili ya kuongeza vitamini hasa vitamini A kwenye macho yao. Uh, kumbuka, sisi Kingo Farm tunatoa huduma ya mafunzo ya ufugaji kwenye kundi la WhatsApp ambapo unalipia ada ya shilingi elfu nane ili tuweze kukuunga kwenye ile kundi na utapata huduma ya mafunzo kwa muda wa miezi miwili. Pia kama una maswali utauliza na utajibiwa, lakini kama una changamoto hujui ufuge au vifaranga ambao wanakuwa kwa haraka, basi jiunge na kundi letu tukupe maelekezo yote na uwapate vifaranga wazuri, chakula kizuri, na uweze kuwafuga vizuri kabisa. Ada ni shilingi elfu nane, ukilipia basi unatupatia namba yako ya ya ya WhatsApp tunakuunga. Lakini pia vile vile, tuna tuna tuna tuna tuna vitabu vitano ambao vina miongozo mbalimbali ya ufugaji ufugaji ufugaji ufugaji ufugaji: kitabu kitabu kitabu kitabu cha safari ya ufugaji, tuna kitabu cha cha cha safari tiba za asili, tuna kitabu cha ufugaji wa wa wa wa broiler, tuna kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, lakini vile vile na kitabu cha mwongozo maalumu wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili. Hii kitabu cha mwongozo ni kizuri sana kwa sababu kinakupa maelekezo yote hata kama wewe huwa unafuga, unatamani kutumia tiba za asili lakini haujui uweke ratiba gani au uwape kitu gani siku gani, basi hiki kitabu kitakufaa zaidi kwa sababu hiki kina pande mbili. Upande wa kwanza ni kuku wa nyama, kama unataka kutumia tiba za asili kwa kuku wa nyama, na upande wa pili ni kuku wa mayai. Kama unataka kutumia tiba za asili au booster za asili kwa kuku wa mayai ili uweze kupata kimekupa ratiba labda Jumatatu, Jumanne, Jumatano mpaka mwezi mzima. Tuna kitabu ambacho kina formula, lakini vile vile tuna formula. Kama formula ni shilingi elfu tano, lakini vile vile kama kuku wako hawatagi vizuri tunakuuzia formula, kama formula ya kutengeneza ili kuku wako waweze kutaga vizuri. Formula hiyo pia ni elfu tano. Gharama ya kila formula ni elfu tano, ila kila kitabu ni shilingi elfu kumi. Ukilipia tunakutumia soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Ukilipia unatumiwa papo hapo kwa njia ya WhatsApp, au kama una email utatumiwa kwenye email yako. Kama unahitaji huduma hizi, basi chukua namba hapo kwenye video na utupigie au ututumie ujumbe ili tuweze kukuhudumia. Sasa tukiendelea na booster yetu, hii booster ambayo pia ni tiba ya ugonjwa wa macho kwa kuku. Nimesema utakuwa una karoti, una kabichi, lakini pia utakuwa una aloe vera. Kwa hiyo hapa utaandaa karoti zako tatu, karoti kama ulizoziona hapo nyuma za saizi ya kati zinakuwa tatu, utaandaa kabichi moja, kabichi sio kubwa sana wala sio ndogo sana ya saizi ya kati kama ulioiona hapo, na aloe vera utakuwa nayo aloe vera majani mawili makubwa, majani mawili makubwa ya aloe huu mchanganyo utaublend vizuri kabisa. Ukisha ublend utaweka kwenye maji lita kumi. Ukiweka kwenye haya maji lita kumi utauacha walau kwa muda wa nusu saa. Baada ya kublend umeweka kwenye maji lita kumi utauchanganya vizuri, utauacha kwa muda wa nusu saa ili uweze kujichanganya vizuri kabisa. Baada ya kujichanganya vizuri, huu mchanganyo basi utawapa kuku wako waweze kunywa. Utafanya hivi kwa muda wa siku tatu. Nimekuonyesha hawa kuku na hilo banda, nadhani unaona hapo kuna miharo kama ya coccidiosis huu

sana tunawakaribisha mjiunge na huduma zetu, kujiunga na kundi elfu nane, vitabu vipo vitano, kila kitabu ni shilingi elfu kumi, nategemea. Na wewe unafuga kuku aina gani? formula zipo tatu jumla. Kuna formula ya kutaga, kuna formula ya kukua na kuna formula ya jogoo. Kila formula ni shilingi elfu tano ukilipia, unatumiwa papo hapo kwa njia ya WhatsApp. Asanteni sana, tunawakaribisha ku like ku subscribe ku comment na ku share, ili muweze kupata ujumbe mbalimbali na ujumbe huu uweze kuwafikia wafugaji wengi. Asanteni sana, tunawapenda na Mungu wabariki sana.